Chama cha Mapinduzi, CCM, kupitia makamu wake wa chama hicho kimeibuka na kukanusha madai ya kwamba serikali ya CCM imehusika katika kuzuiliwa kwa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, pamoja na wenzake akiwamo makamu wa kwanza wa rais Zanzibar, mheshimiwa Osman Masudi huko nchini Angola. Muda mchache baada ya Tundu Antipas Lissu na wenzake kuzuiliwa nchini Angola, kwenye mitandao mbalimbali mbali ya kijamii zilianza kuenea habari kwamba Chama cha Mapinduzi kimehusika katika kuzuiliwa kwao, kitendo ambacho nadhani ndicho kimewaibua Chama cha Mapinduzi na kuja kukanusha madai hayo. Mfuatiliaji wangu, ili tuwe sambamba, naomba nikupitishe doti kwa doti kuanzia mwanzo wa sakata hilo e, mpaka hivi sasa ambapo Chama cha Mapinduzi CCM wamejitokeza na kukanusha kuhusika na sakata hilo. Mnamo Machi 13 mwaka huu wa 2025 msafara wa viongozi wa chama cha ACT Wazalendo ukiongozwa na kiongozi wa chama hicho Dorothy Semu uliosafiri kuelekea nchini Angola kwa ajili ya kushiriki mazungumzo ya jukwaa la demokrasia Afrika ulizuiliwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Luanda. Chanzo chetu cha habari hiki kizungumza na waziri kivuli wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki wa ACT Wazalendo Dr. Nasra Nassor alieleza kuwa viongozi hao akiwemo makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Othman Masud Othman Omo ambaye pia ni mwenyekiti wa chama hicho cha ACT Wazalendo pamoja na mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Antipas Lissu wanarudishwa jijini Johannesburg nchini Afrika ya Kusini ili waweze kurudi nchini Tanzania. Nasra alieleza kuwa msafara wa makamu wa rais utarejeshwa peke yake huku viongozi wengine wakirudishwa peke yao. Aidha, chanzo chetu cha habari hii kiliendelea kuuliza kama walipewa sababu ya wao kuzuiliwa e, ambapo Nasra alieleza kuwa mpaka sasa bado hawajaambiwa sababu ni nini, ila wameambiwa watarudishwa Afrika ya Kusini. Chanzo chetu cha habari hii pia kilijaribu kumuuliza juu ya wao kufanya mawasiliano na ubalozi wa Tanzania nchini humo. Amesema kuwa wamewasiliana nao, lakini ubalozi huu haukuwa na nguvu juu ya maamuzi yaliyofanyika. Hivi ndivyo ilivyokuwa mnamo Machi 13 mwaka huu wa 2025 kuhusu Tundu Antipas Lissu pamoja na wenzake kuzuiliwa nchini Angola akiwamo makamu wa kwanza wa rais Zanzibar mheshimiwa Othman Masoud. Lakini pia kufuatia hayo yote, mara baada ya viongozi hao Tundu Antipas Lissu pamoja na wenzake kuachiliwa e, waliweza kila mmoja kutoa tamko lake, na walitoa matamko hayo kupitia katika kurasa zao rasmi kabisa za mitandao yao ya kijamii hasa katika mtandao wa X Twitter ambapo Tundu Antipas Lissu kama mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, yeye alitoa tamko lake rasmi kabisa baada ya sakata hilo kuwa limetokea kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter. Lakini pia makamu wa kwanza wa rais mheshimiwa eh, Othman Masoud naye pia alitoa tamko lake kufuatia sakata hilo kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter. Na aliyekuwa kiongozi wa zamani wa chama cha ACT Wazalendo ambaye kwa sasa ni mstaafu Zito Zuberi Kabwe naye, mara baada ya eh, mara baada ya sakata hilo kuwa limetokea, aliweza kutoa tamko na kusema kwamba kiongozi wa Angola ambaye ni rais wa nchi hiyo anapaswa kuwajibika. Mpaka hivi sasa ambapo tunapata kutazama jukwaa la maendeleo ya Afrika yani Platform for African Development PAD limemtaka rais wa nchi ya Angola bwana Joao Lourenco kuomba msamaha hadharani wakuu wa nchi na wastaafu waliozuiliwa katika uwanja wa ndege Luanda siku ya Machi 13. Lakini pia jukwaa hilo limemtaka rais Lourenco aombe msamaha wa hadharani kwa wakuu hao wa nchi waliowekwa kizuizini, wajumbe waliotimuliwa na wale waliodhurumiwa na juhudi za utawala wake za kuzuia mkutano huo. Lakini pia pia, awaombe msamaha e, viongozi wa vyama vya siasa kutoka nchi mbalimbali barani Afrika waliokuwa wanakutana mjini Benguela e, siku ya tarehe kumi na nne ya mwezi huu wa tatu na mwaka huu wa 2025 kujadili uelekeo wa demokrasia ya Afrika. Hivi ndivyo ambavyo mambo yamekwenda, kufuatia sakata la Tundu Antipasilisu pamoja na wenzake kuzuiliwa huko nchini Angola. Sasa basi, moja kwa moja bila kupoteza wakati, hebu twende tukapate kutazama ambacho imekizungumza e, chama cha mapinduzi kupitia makamu wake E, wa mwenyekiti kufuatia sakata la Tundu Antipas Lissu na wenzake kuzuiliwa huko nchini Angola. Serikali haihusiki na kuzuiwa kwao kuingia Angola. Huyu ni Wasira, mzee Stephen Wasira anazungumza kwa undani zaidi. Mzee Stephen Wasira anasema Sikiliza hapa, tuanze hapa. Kutokana na hatua ya kuzuiwa kwa baadhi ya viongozi wa upinzani wa Tanzania kuingia nchini Angola, makamu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM bara Stephen Wasira amewataka viongozi hao wasiinyoshe kidole serikali. Wasira alitoa kauli hiyo siku moja baada ya mwenyekiti wa ACT wa Zalendo Othman Masud ambaye pia ni makamu wa kwanza wa rais Zanzibar na mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipasilisu kuzuiliwa na mamlaka za Angola kuingia nchini humo eh, tarehe 13 Machi mwaka huu wa 2025. Makamu mwenyekiti wa sira alieleza hayo alipokuwa akizungumza na viongozi na wanachama wa CCM katika ukumbi wa kanisani Vwawa, wilayani Mbozi, mkoa wa Songwe, ambako anaendelea na ziara ya kikazi. leo nimesoma viongozi walikuwa wanaenda Angola lakini wamenyang'anywa paspoti huko. Eh, ni Angola sio hapa hapa, hatujawanyang'anya hatuja paspoti na hata ikimaliza muda wake tunawapa ili waende wanakotaka halafu warudi salama. Na kuongeza hayo, ndio ambayo ameyazungumza makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, CCM mzee Stephen Wasira. Lakini pia mzee Stephen Wasira amekwenda mbali zaidi na kusema, hatutavumilia anayetaka kuvuruga amani na umoja wetu. Makamu huyo mwenyekiti wa chama cha mapinduzi Tanzania Bara Stephen Wasira amesema chama hakitakuwa tayari kuvumilia mtu yeyote ambaye atabainika kutaka kuvuruga amani na umoja nchini. Wasira alitoa kauli hiyo siku ya Machi 14 mwaka huu wa 2025 alipokuwa akizungumza na wana CCM na wananchi wilayani Mbozi mkoa wa Songwe ambako ameanza ziara ya kikazi ya siku tatu yenye lengo la kupokea taarifa za utekelezaji wa ilani ya uchaguzi na kuzungumza na wana CCM. Hakuishia hapo tu, aliendelea kwa kusema no reforms no election ni kauli ya Ulaya. Makamu huyo mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM Stephen Wasira ameonyesha kushangazwa na kauli ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA ya no reforms no election, akisema inawezekana chama hicho kinatumiwa na watu kutoka nje ya Tanzania ili kuleta vurugu. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, hii ndiyo imekuwa habari ambayo imetufikia katika meza yetu ya habari. Nasi tunaiandaa na tunaisogeza kwako ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu ni kipi ambacho kinaendelea ndani ya Tanzania, lakini pia na nje ya mipaka ya taifa letu pendwa, eh, pendwa kabisa la Tanzania. Tumepata kuangazia kwa undani jinsi ambavyo